Bali mtoto wa Mungu. Hivyo ndivyo tulianza, eh, tukianza saa kumi na moja nikakuchezea wimbo wa Tasha Cobbs. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Na nikakusomea Wagalatia eh, sura ya, ya nne mstari wa saba. Now, nataka tusome sur, hiyo eh, sura ya, ya nne mstari wa kwanza hadi wa saba. Lile ni wakati wote mrithi bado ni mtoto, hana tofauti na mtumwa ingawa ndiye mmiliki wa mali yote. Hebu hebu hebu fikiria hili neno, tusiende mbio mbio, nitaenda polepole, hata pole, kama tutafanya part tu. Lile nisemalo ni kwamba Paulo, wakati wote mrithi bado ni mtoto, hana tofauti na mtumwa, ingawa ndiye mmiliki wa mali yote. Ati leo hii unaweza kuwa wewe ndiye mmiliki wa mali yote, lakini wewe ni mtumwa lakini wewe ni mtumwa, maana neno linasema wakati wote mrithi bado ni mtoto, hana tofauti na mtumwa, ingatie mmiliki wa mali yote. Tuendelee, yeye huwa yuko chini ya uangalizi wa walezi na wadhamini, mpaka ufike wakati uliowekwa na baba yake. Vivyo hivyo na sisi tulipokuwa bado watoto wadogo, mtoto mdogo utampatia urithi? watoto wadogo tulikuwa utumwani, chini ya taratibu za kawaida za ulimwengu. Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye alizaliwa na mwanamke, akazaliwa chini ya sheria. Kwa sababu gani? kusudi kwa waliokuwa chini ya sheria awaokoe, waliokuwa chini ya sheria aokoe, familia ambao ambazo zimekaa chini ya sheria aokoe, mwanaligi ambaye amekaa chini ya sheria. Sheria hapa inamaanisha namna gani? Hata tamaduni zetu zimekuwa ni kama sheria. Hapana, hapa kwetu, this is a law. Hapa lazima ifanyike hivi na ifanyike hivi na vile, na vile lakini Yesu alizaliwa awakomboe wote waliokuwa chini ya sheria, ili tupate kupokea zile haki kamili, haki kamili za kufanywa watoto wa Mungu. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu, Mungu amemtuma Roho wa mwanawe miongoni, ama mioyoni mwenu, anayalia Aba, Baba. Kwa hiyo wewe si mtumwa tena bali ni mtoto. Kwa kuwa wewe ni mtoto, Mungu amekufanya wewe pia kuwa mrithi kwa kupitia Kristo. So ulitolewa katika ule utoto wa watoto wadogo, kwamba ulifungwa na sheria, uliwekwa katika utumwa. So hata hii mali hauwezi ukamiliki. Lakini kwa kumpokea Yesu na kwa kupokea neno hili ya kwamba alizaliwa chini ya sheria kusudi avunje zile sheria ili sasa uweze kupokea zile haki kamili. Now you are a child of God. Sasa unaweza ukapata haki kamili. Sasa unaweza ukamwendea Mwenyezi Mungu, ukamwambia Baba, neno lako linaniambia ya kwamba kila ulimi utakaoninukia I will condemn ulimi huo. Huu ni urithi ambao Mungu amekupatia. Unaweza ukaenda kwa, uh, kwa, kwa Baba, maana unamwita aba Baba, ukamwambia Baba, neno lako limeniambia One, two, three. Neno lako limeniambia ya kwamba japo nitapitia katika moto sitaungua. Umenipatia urithi kwamba sitaungua. Na hili ni neno langu. Baba umeniambia ya kwamba ninapokukimbilia sitapata. Yaani sasa unaweza kuja kwake Baba uka, uka, uka, uka, uka, ukaitisha because hizi ni haki zako. You have a right kuambia baba yako hivi kwa sababu gani? Umefanyika mwana Nimesema na kupeleka polepole kwa sababu kuna mahali nataka tuweze kufikia, na mimi nataka nikuambie hivi mwanaligi, na munisikie vizuri familia, familia munisikie vizuri, tutoke katika sheria na tamaduni za kuturudisha nyuma. Alright. Shughuli ya kuwapiga msasa wanaotaka kuwa wenyekiti wa IEBC kuendelea kwa siku ya pili leo hii, na EACC yatwaa ardhi ya shirika la reli iliyokuwa imenyakuliwa. Uh, Edwin Simiu ataingia saa kumi na mbili kutupatia habari za Radio 47. Okay, sawa sawa. Uh, uh, ina ina michanganya vipi iko wapi? Haya, sawa. <coughs> Neno mwangaza wa imani. Jana with all due respect, na mimi najua sitaji hili neno mara ya kwanza. Na sitakosa kulitaja hata siku nyingine because lazima tutoke katika utumwa. Unanipata vizuri Nina, mimi kila mtu ametoka kwa familia Una, kwenye ukoo fulani, na sisi ni wa Afrika, na sisi ni wa Kenya, na kuna wakati tukaongea na hata kesho kwenye nuru ya mwanamke mama, wacha tukutane, Mungu atuweke hai. Lazima mambo mengine tuyaangazie na tutoke pale. <coughs> Na mimi naheshimu tamaduni maana yake kuna zile, si zote mbaya, by the way, naweka disclaimer, si tamaduni zote mbaya. Kuna zile ambazo zinaturudisha kwenye laini, kwa sababu pia tutakaa tu hivi hivi, ati wewe uweze ukafanya hivi? Hapana, kuna zile tamaduni ambazo zinatuweka kwenye laini na si. I will not go deeper. wewe mwenyewe unaelewa. But tell me, ni tamaduni gani hii wakati ambapo mama amekuwa mjane ni tamaduni gani hii wakati ambapo mama amekuwa mjane, analambishwa mchanga, by by fire by force, anatolewa nguo, ashakumsi matusi, atolewe nguo mpaka za ndani. Unanipata vizuri? Urushiwe mchanga, sitaki kupenya ndani. You know what I'm talking about, this is painful na. Oh, hey, my goodness, awekwe mpaka mchanga ndani ya masikio. Tell me, ni tamaduni gani iko hapo? And that is why unasikia nikiongea mambo ya vifungo. Do you know leo hii tuko wengi ambao tunaingia kanisani lakini tumefungwa na tamaduni mbaya mbovu. And this is what tunaachia watoto wetu, na watoto wanabaki wakiwa katika kizazi cha giza sababu wazazi na wazee wao walionyesha ya kwamba, ha, hapa kwetu tunafanya hivi. Fungua mdomo, wekewe mchanga. Hii ni tamaduni gani hii? Hadi kwa sababu mama amekuwa mjane. Tamaduni zingine ambazo tuko nazo, yani, zinaturudisha 100 years kule, na yet tulitolewa kule. Yesu alipokufa msalabani akasema, it is finished. Nani mesema kuna tamaduni ambazo si mbaya, lakini zingine zina. Sasa can you imagine, ina scenario ya matanga ya mazishi, mama analia mara mbili, nimepoteza mume na nimepoteza kufanyiwa unyama. We unacheza kuwekwa mdo mchanga kwa mdomo, kwa masikio, ndani kule, umeinuliwa nguo za ndani. Ni tamaduni gani iko pale? We must get serious wa Kenya. Na, na mimi nita, na respect kila kila kila kila kila, kila eh, familia na respect kila whatever eh, eh, inaitwaje Uh, sema weka pale kila tribe nita respect lakini, hautakuja kuniambia ya kwamba kikwetu watu nafanya hivi lambisho mchanga, mama unavurugwa, unavurugwa, unashikwa huku na wanaume kama sijui wangapi eh, hey, amekataa kufanya hivi. Oh, kwetu watu nafanya hivi, hiyo ni tamaduni ambayo inatupeleka wapi? What are we teaching watoto wetu? Kwa sababu wanaona na hivyo ndivyo ambavyo wataingia kwenye ndoa zao, wakisema, wewe usitulete hivi ndivyo ambavyo tulifunzwa na watoto na wazazi wetu. Nimekuja kusema hivi ya kwamba tumetolewa katika vifungo ambavyo vinaturudisha kwenye ria ambazo hazitufikishi mahali. Now you are, you are no longer a slave. In fact, nikisonga pale, verse 8, pale. Na nitafika pale mpaka Paulo anawauliza hivi, then indeed when you did not know God you served those which by nature are not gods but now after you have known God. Hata baada ya kuingia kanisani hata baada ya, ya kupata nuru or rather known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements? Kesho tutangalia, hii itakuwa part 2. Mama Taifa, usiendelee fikisha, hiyo itakuwa part 2 kesho, we pick it from verse 8, verse 9, kwamba kuna watu, bado ulipata nuru. Lakini wewe unataka kurudia to those beggarly tamaduni. Na mimi nataka uangalie, angalia mahali ambapo pametawaliwa na tamaduni ambazo hazina nuru. We angalia hilo eneo vile lilivyo, wewe piga tu darubini angalia. Leo nimekuja kukuambia mwanaligi hivi ya kwamba wewe si mtumwa, wewe si mtumwa na usikubali utumwa bali wewe ni mtoto wa Mungu. Tukae kama watoto wa Mungu, familia, mnanisikia? Tukae kama watoto wa Mungu, tufunze watoto wetu ya kwamba tulitolewa katika utumwa kitambo, tulipata nuru. Sasa sisi si, si, si wafungwa tena. But tu tufanye kesho, ah, mambo mengine yanauma sana. Tamaduni gani hizi na tumeshatolewa kule? Kwani tulikuwa tunatolewa kule tukae gizani? ah. Mimi nafika pale. Mwenyezi Mungu atusaidie kesho.